Masalia, nitangulie kueleza masalia. Masalia ya mtakatifu, masalia ya mtakatifu yoyote ni yale mabaki yaliyobaki baada ya yeye kufariki au kuondoka, kuchukuliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo leo tuna masalia ya mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu tuliyapokea kutoka Ufaransa kwa masista wa shirika la Karmeli katika nafasi hii ya kusherehekea miaka mia moja tangu mtakatifu Teresia atangazwe na Papa Pio wa kumi na moja kuwa ni mtakatifu. Kwa hiyo walitupatia sisi kama shirika zawadi, kwa sababu sisi tunasimamiwa na mama huyo mtakatifu Teresia Mtoto Yesu. Kwa hiyo kama baba paroko alivyosema, tukaona yazunguke pamoja na wenzetu, muweze kusali, muweze kuomba kupitia mtakatifu Teresia, tusali kwa Mungu tupate mahitaji tunayoyahitaji. Ndio maana mtakatifu Teresia hapo ni yeye mwenyewe ni nafsi yake, anatuona, anatusikia, anatupokea, anatuombea. Basi masalia huwa yanakuwa katika nafasi mbili kubwa. Kwanza, nafasi ya kwanza yanakuwa ni yeye mwenyewe, nafsi yake, yeye mwenyewe, nafsi yake. Kama ninavyosema sasa, hapo ni mifupa yake, ni nafsi yake mwenyewe. Masalia namba mbili huwa inakuwa vitu alivyovitumia vitu alivyovitumia wakati wa uhai wake. Yawezekana ni rozari aliyekuwa anaitumia wakati ana sala, yawezekana vikawa ni vitabu vyake alivyokuwa anatumia wakati wa sala, wakati wa uhai wake, inawezekana vikawa ni nguo alizozitumia kama wewe iko siku takuwa mtakatifu hapa mrongo kanisa litakutangaza, vitu ulivyovitumia, nguo hizo ulizovaa, viatu hivyo unavyovaa vitakuwa ni masalia ya wewe. Namba mbili, mtakatifu Teresia alizaliwa Ufaransa, ni Mfaransa kiasilia. Alizaliwa tarehe mbili mwezi wa kwanza elfu moja mia nane sabini na tatu. Ni mtoto wa tisa kati ya watoto tisa, kwa mama Zelia Gwerini na baba yake Martini. Ni mtoto wa mwisho, alifiwa na mama mapema sana akiwa na miaka minne, lakini basi baba alichukua uzito wa kumtunza, kumlea. Nashukuru kuwa na wazazi hapa wengi wa kutosha kulea watoto wetu, tujifunze kwa Martin na Zeli, ambao sasa kanisa pia limewatangaza ni watakatifu, wazazi hao wawili, kuwalea watoto wetu katika misingi ya imani ya kanisa Katoliki. Alilelewa Teresia katika misingi ya kanisa Katoliki, akakuwa katika imani tangu akiwa mdogo tangu akiwa mdogo aliendelea kukua ndani ya imani ya kanisa Katoliki, akampa Mungu nafasi ya kwanza ndani ya moyo wake. Alimpa Mungu nafasi ya kwanza, aliendelea kukua kama tunavyokuwa sisi wote, tunapata sakramenti kipaimara, ekaristi na kitubii, naye alifanya hivi hivi. Basi ukafika wakati anajisikia wito kujiunga na shirika la masista wa Karmeli, lakini kwa vile alikuwa mdogo na miaka kumi na tano, baba paroko akasema, uko mdogo mno, endelea kusali, endelea kutafakari, endelea kutulia. akaenda kwa baba askofu. baba askofu akamwambia, mwanangu, uko mdogo mno, endelea kusali, endelea kutulia basi akasema lakini unaweza kwenda Vatikani kwa sababu papa anatimiza miaka hamsini ya upadilisho wake. We mzee Martin, ebu wenda na huyu bindi, kama papa anamruhusu mtoto mdogo, basi mimi sina neno. Wakaenda mpaka Vatikani, akaenda kule papa akamwambia, majibu yako Ufaransa, endelea kusali, uko mdogo mno. Lakini baada ya kurudi kutoka Ufaransa, baada ya mwezi mmoja alipata barua ya kusema jiunge na shirika, akaingia shirika. Hapa tunajifunza lile ambalo Mwenyezi Mungu anakuambia kwenye moyo wako, la kiroho la kidini, ufanye hivi. Hebu tufanye, unapata mang'amuzi ya kiroho. Mungu anasema soma neno la Mungu, uwe unasali lozali kila siku. Uh, shiriki misa ufanye kwa sababu huo ni mpango wa Mungu kwako. Piga picha kama Teresi akiwa na miaka kumi na tano asingepigania wito wake asingekazania. Alikazania, alipambania mpaka Mungu akampa neema, akaingia kwenye shirika. Tupambanie mambo mema katika maisha yetu. Basi alipoingia katika shirika amekuwa sista, amevaa kilemba hiki, akaanza kusali sana. Akasema, sasa nini nifanye? nini ndani ya kanisa? ndani ya kanisa mama yangu, kipi nifanye? akawa na sali sana, anafanya sadaka sana, akawa nasikia kwamba niwaombee mapadre wote duniani akawa nasali kwa ajili ya mapadre wote duniani, akawa anajitolea, anasema najisikia wito kuwa askari mpiganiaji wa imani ya kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki lisonge mbele. Akawa anasema natamani watu wote duniani wasome maandiko matakatifu ndani ya Biblia wataweza kuelewa Mungu anataka nini kwenye maisha yao. Akawa anasema niko tayari kukufa vitani, ikiwa tu ni mpango wa Mungu wawenezaje injili <coughs> aliendelea <kuku> <coughs> kusali, aliendelea kutafakari, aliendelea kujitolea sadaka Akasema natamani kusimamisha msalaba wa Yesu katika makontinenti yote saba, watu wamuone Yesu, wabadilishe maisha yao. Basi aliugua ugonjwa wa tibi. Ile miaka ya elfu moja mia nane matibabu hayakuwa hayakuwa ya kutosha kama hivi leo. Basi masisa wanapompitia chumbani, wanamwambia Sister Teresa wa mtoto Yesu, pole sana, hali ya afya yako si sawa, pole sana, utaondoka mapema. Anasema, lakini mimi sifi, naenda kwa Mungu. Mimi sifi, naenda kwa Mungu. Na kwa kweli, ikiwa tunamwishi Mungu, tunaishi imani, si waigizaji, tunaishi imani ya Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo hatufi, kwa sababu Yesu ametuambia yeye ni njia, ukweli na na uzima, hatufi. Mtakatifu Teresi alisema, sitakufa ila nabadili aina ya kuishi, nabadili maisha, lakini mimi niko hai, nitakuwa hai mikononi mwa Mungu, na nikiwa kwa Mungu nitawaombea watu wote duniani, nitasali, nitawaombea kwa Mungu, maombi yao nitayafikisha kwa Mungu nitanyesha mvua ya mawaridi ili watu wote duniani wapate mahitaji yao. Mimi naenda kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu. Alifariki ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 9 1897. Basi 1925, Papa Pio wa 11 alimtangaza mtakatifu, na ndiyo maana leo tunafunga mwaka huu tunafunga miaka mia moja tangu papa amtangaze ni mtakatifu yule sista aliyeingia na miaka kumi na tano mpiganiaji wa wito. Basi elfu moja mia tisa ishirini na saba tarehe kumi na nne mwezi wa kumi na mbili papa alimtangaza msimamizi wa maparokia yote duniani na, na kazi zote za uinjilishaji na tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi elfu mbili kumi na tano elfu mbili kumi na tano Baba Mtakatifu John Paulo wa Pili alimtangaza ni mwalimu wa kanisa. Kwa hiyo Mtakatifu Teresia ni mwombezi wa kanisa, amelipenda sana kanisa, amepigania sana kanisa lisonge mbele. basi ujumbe tulio nao sisi katika nafasi ya Mtakatifu Teresia tupiganie kuwalea watoto na vijana wetu ndani ya kanisa Katoliki, imani ya kanisa Katoliki. Vijana wetu, watoto wetu wanapitia magumu saa hizi, vijana wetu wanapitia magumu, wote tunafahamu wanapitia magumu. Tuwasaidie watoto wasimame katika imani. Utakuta kuna mipango wa mambo ya ndoa ya jinsia moja. Utasikia kuna mipango ya kuwa na mtoto mmoja tu. Watu wanafunga ndoa wanataka mtoto mmoja kumpangia Mungu watu, idadi ya watoto sio Mungu awa, anawapangia awape watoto wangapi. Wao wanampangia Mungu. Wengine wanasema hata mtoto mmoja mistati familia hii, tunafunga ndoa lakini hatutaki mtoto, hata yule mmoja hatumtaki wengine tunataka moja tu, wengine wawili tu, hatutaki. Sasa tuwalee vijana wetu vizuri, tuwalee vijana wetu na watoto wetu vizuri ndani ya imani ya kanisa Katoliki. Vijana wetu watoto wetu hawa ndio kanisa Katoliki la kesho. Kanisa litategemea sisi wazazi na sisi wa wote